Na um, kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, zinaito pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe. Baraka 1 TV inakuja mbele yako na ujumbe umote, tunahitaji msaada kutoka kwako, tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na, na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka 1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi, tume namba ambazo unaziona hapo kwa skrini yako, ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Saidia Baraka One TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka One TV, saidia Wazalendo. na tuko saa kumi na mbili saa za Afrika Kati, ikiwa ni mmoja majira Afrika Mashariki ambapo unasikiliza ni Baraka 1TV na mimi ni ndugu yako the one and only town djp e, baba la baba mzee wa nguasu amba nikona kuletea haya matangazo, na moja kwa moja tuingie ndani ya jiji la Uvira tone kile ambacho kimefanyika jijini Uvira.

<laughs> papa rajabu mzee wangu asuma babalao unajua wengi rozi tapasuka <laughs> kiziwa cha moyo kitawapasua unaona huyu moto huyu umwenya na kritike matelevizio ma huyu ni panya ya sarambwe huyu Huyu ni panya ya Sarambwe. Kwanza libolo ya mama naye asikie kwenye iko, asikie televizio wengine wote. oh, dunia nzime naamini. amini yeye mutu umoja tunjia natokezea nasema ni televizio za Banyarwanda. Yeye iko na kisirani juu walishindwa, walishindwa nia yao walikuwa nayo ya kunyang'anya Kongo, imefuare njo anabeba sasa kisirani kuma televizio za watu wengine. Musenzi huyu huyu ni panya ya Sarambwe, huyu afie huko huko. Tutakujibu sisi wa, sisi wat, wat, watazamaji sisi njo tutakujibu we, imbwa we, uko mkoshi sana, aujua hata kitu na haujui yenye huko wemo. Ulikula pesa za kabila zilisha kugutoka hemo Mulikuwa munawaza mutasogea mbele. Sasa mumeishia njiani na mulikuja njia moja, mmetawanyika kwa njia saba. Washenzi wakubwa wa mwizi wabakaji, wewe sio Mkongomani weye. We uko, we uko ngotanyi, tutakuita ngotanyi, panya ya Sarambwe, msenzi mkubwa wewe. Wakongomani muwe na akili, awa watu wao. Hawa njo wale wale walewale bibaraka bia panya ya Sarambwe hivi, washenzi wakubwa, tutakujibu sisi wenyewe raia, watazamaji. Jambo wa jambo, Wakongomani wakongomani kabisa. Jambo pia sana kwa uzalendo wetu na pia kwa kamati nzima ya Baraka TV ee, wana ajau wakili kamonga alisikiliza habari ya uh, saa sita saa sita ya mchana, namna ule mutu aliongea <laughs> Bwana Rajabu ule mutu kifupi, yeye ndio M23, kifupi, yeye ndio M23, yeye ndio ana colabore na M23 angilisemea ile ingine mamedia ndio akose na juu, hatuzoesikiliza ile mamedia zingine me, pale alihopa zaidi za tena, alipotea njia zaidi za kusemea media ya Baraka TV kabisa kiukweli, ulimwelewesha, ulimwambia kweli, angelikuwa weo na kolabore na yeye ndio, kesho ungelikimbilia kwa maana wazungu

humu eh, ni kizani wamingi watamutukana humu Baraka TV wa wamingi watatukana wa wa kabisa atatukanio, lakini mi ndamwendea ndamwendea mu kauli ya Yesu eh, kama alikuwa iko na teswa eh, kama babake ndo alimuulizaka tuwafanye nini, lakini Yesu wamwana mateso awaambia baba wake, asema Baba, uwasamee kwa kuwa hawajui walitendana. Na ule bwana naye alikosa vya kusema, alikosa kabisa vya kusema kabisa, hakujua mzuri na wala hafuatee baraka TV. E, yawezekana hafuatee habari za baraka TV. Alifuataje kabisa, tamsema ni mjinga na ni wa kuenea kifupi, yendo M23 yendo anakolabore na M23. Na kwa hiyo madogo, nilikuwa nayegua na mkwayo, na Rajabu, kupitia maneno ya kijinga ya kibumbafu ya ule mtu simujua tumuite namna gani. sarajabu habari ya mchana sawa. Tuko sawa, uko sawa, papa Rajabu. Mungu akulinde, Mungu akubariki jamaa yako na kazi yako. Mungu akuendelee ukuchunge kabisa, vilo kawuya papara javo. ni message kwa serikali yetu, message kwa serikali ya Jimbo na wakongomani wote sana sana wale wen, wakongomani wenye kuishi Uvira, Baraka, Misisi, Bukavu kule kote Mawalungu kule Burega, mesaje ingependa ibafikie shie kama vile Wakongomani Wanyamulenge batuambie. Mushi akishitiwa mushi anaongea Kimashi, Mubembe akiongea Kibembe, maki ni Mbembe, Murega anaongea Kirega, Munyarwanda anaongea mwenye kinyarwanda. Sasa tunataka uli mwenye anajiita Munyamulenge aongee Kinyamulenge, lugha ya Kinyarwanda mukongo, kusema kweli, ni marafuko utukwe, marafuku Kinyarwanda mutu mwenye akiongea Kinyarwanda mukongo, kama vile Mkongomani, batu bote baandamane bafanye maandamano uya kulomba tusaidie, Banyamulenge tubasaidie, kubalombea lugha yabo. Tufanye maandamano ya kulomba lugha ya bandu yetu Banyamulenge atutakatala sema abana bandu yetu ndio biko na damu tunataitika, lakini batupatie lugha yabo. Kama ni Kinyerwanda, ule anaongea Kinyerwanda, anaenda Rwanda, aende Rwanda kule. Mwenye naongea kama ni Kifulero, Mwafulero muvira ni muvira. Hakuna mtu anawezi kuwa na kabila ajue na ana lugha ya ile kabila. Angleterre banaongea Kiingereza, France banaongea francais, Baportugues banaongea Kiportuges, Portugal Baalemani vile vile. Kila kitu kikuwe na jina ya mungini. Jo vile tunaomba na kule Minembwe kule kule Minembwe, naomba serikali itie makazi yake kule, itie ka militaire kule, base base ya, ya ma centre de formation, baditile Minembwe Minembwe, kusibakie tena batu bengine bakusema wakusema asema, oo, ni ni mwingine ile fasi leta iko na uwezo wa kuhamisha hata vile Rajabu, Rajabu, nimesikia taarifa ya saa sita, ndugu yangu, ukiwa mtangazaji um, kuna wale wanakupenda, kuna wale hawakupenda, especially chungana tu na watu ya nyumbani. So, naye mwenyewe amesema ni Mubembe, amekataa kutaja jina yake Hmm, akataja zile ma, ma TV yote. Mimi hizo TV zote ametaja hakuna ar za, ndani za hiyo ni uongo ya shetani ne, tukimchunguza mzuri bwana, hata vile anasema asikilizage Baraka1 TV mimi sijawahi kusikia. Si anasema Wanyamulenge wanasemaga wa refugee kutoka Rwanda mara nyingi, na hata kama kiwataja si rahisi, na yule aliwatajaga si si hmm? Na Felix Hmm? Vile umesema ni kweli, alikuwa anakubadilisha katiba. Wale wale wako kule wanajifanya eh? Eh? Hakuna. Teuna hmm? maneno tu tena vile nakuingilia <laughs> Rajabu, Biblia nasema nabii ana heshima kwao, na pia na Yesu alisema tuchungane na mtu kabila ya mtu. Unaona, amesema yeye ni nani? Ni mbembe tasio na mbembe hiyo <laughs> inaitwa ka uwivu. Uwivu atosheki na amerika yake atosheki nukuse, nukuse, na ile ya Europe iko bana, mkiwa kwa Europe wandukuzeni, tutosheke na huko mko e, tunajua wengi mliingia M23 Eh? Fayetuna, Baraka1 TV baba la baba mzee wangu wasuma huko bien, ewa na mimi vrema, nasikia tu nacheka sana, kabisa na huyo jamaa vrema anaweza akakusemea uongo aje? Kwani huyo ni ako, ako na damu ya kitusi ya kinyarwanda ama aje, juu anani wanyarwanda jua kuna ile damu ya kusemeana uongo wanyarwanda watusi wale Manaake huyo mwangalie mzuri, ndugu yangu, huyo ni 50 50, huyo akuna hiyo damu hapo ya haiwezekane. Vrema, si yote tunajua, Baraka wan TV ni TV ya wapatriot. Wewe mwenyewe ni patriot wa nguvu, hii miaka yote hii, siku zote, miezi huko napigana kumedia juu ya kutetea pei juu ya kutetea wazalendo kuwabebea michango ha? wa FARDC huko nao atuyawesikia hata siku moja. Umejichanganya, umejikoroga. Eh bwana, huyo mtu huyo mwangalie vizuri, ako na roho ya ya ya Kinyarwanda tusi huyo ha, ako na roho ya watusi No, na, na ako 50-50 mwangalie vizuri, anaweza kuwa ngambo ya mama ko 50 baba 50 huyo. Vrema huyo ni adui mkubwa sana huyo wa, wa baraka wa one TV na hizo ma TV zote zenye a, a anasema hapo anas, anazisemea uongo kabisa juu hizo hizo nani TV zote huwa tunazifata vizuri Mteba TV yambali yetu eh, E, yote huwa tunazifata vizuri sana. Amani TV yote tunazifata vizuri, zile TV kabisa, hatujawasikia wale wajamaa wamejichanganya kabisa hata siku moja na waja waitoka kwa mshimamo. Baraka TV tunakufata kila siku, frema huyo jamaa shetani tosha kabisa. So nilikuwa nataka ongeza tena kitu moja, bwana Rajabu. E, nilikuwa nataka sema hivi Mi vraimen kit, kitu ya kwanza na furahi kama huyo kabila baweli Ngoma Makenga ebana bya Mungu wale ebana vreimen, jina la Yesu libarikiwe. Kwa maana mi, mi mwenyewe mwa hii mwaka hii ya 2026 nilikuwa na wa, na waeleza kwa mitandao mpaka niko nawaambia simwende Uvira Makobola kule muende mupigane we Makenga. Kama kuna Jona wenjo kamanda wa vita unasifika unasifika, mbona watuma watoto ya watu wanenda wana wao wa kule? Kama wewe unajiona uko na nguvu tosha, miguu yako hapo, wende Uvira au tarudi, na jua wende na. Nilikuwa nasema hii mwaka wataisha wote, na Kagame hii mwaka hii, Kagame hii mwaka hatutamuona tena. Kagame hii mwaka hatutamuona, hii mwaka tutaona tena Kagame. Mimi kwangu vema, nasikia na furahi kwanza kusikia kama kabila ameenda. Ewa, iwe kweli kama wale watu wameenda, iwe kweli kabisa. Mungu ametushimamia na kuweza kututetea, tunaona ya yeah. Nilikuwa nataka naongeza ingine jambo, bwana mtangazaji, mimi mpaka saa hii ningali na mshimamo wangu wa kusema ya kwamba ichi, ichi kitendo ambacho Wanyarwanda Watusi wametufanyia Kongo, uharibifu ya kuiba mali za Kongo hapa. Hivi jana niliona wanapiga mangombe mabundu mar, marisase. Wametuiba vitu mingi magudro mali mingi mapikipiki mabajaji magari mapesa zikuwa zinaenda Rwanda. E bana, mimi lazima wazalendo wakienda Bukavu wakikamata Goma wasikoche kuingia Rwanda. Ile ndio mimi nataka tu hiyo lazima, wakongomani wa Goma, wakongomani wa Bukavu, wakongomani wa Uvira e bana, wenyewe wako Kamanyola ni Rwanda pale, ni kuvuka tu na mguu wanaenda, wanakamata magari. Bukavu nako hivyo hivyo, wanavuka tu pale, wanaenda kamata magari Goma, wanavuka wa tu pale, wanataka kamata magari e bana, wazalendo na FARDC wasikose kuingia Bukavu, nani kuingia Rwanda, tesa sana na kutufanya vitendo viovu. Unasikiliza mimi njo ile itakuwa susia yangu, lazima na hii regime ya Kagame, Kagame mwenyewe lazima afukuzwe pale na njo Kongo itapata amani.